Hello mambo vipi e, ndio yule yule ambaye anaelekeza kila kitu nyota tatu. Eh, hakikisha una subscribe kwa hii video, kwa hii video una share kwa watu wengine ili huenda e, watakuja kupata wenyewe mafunzo. Leo nimekuja kuelekeza namna unaweza kupata MB za bure kila siku kutumia laini yako ya Halotel. Hakikisha ni laini Leo ndo nataka nikuonyeshe namna ya kupata MB bure kutumia line yako ya Halotel, bila kuweka vocha yoyote. Hakikisha una subscribe na unashare live e, unashare kwa watu wengine. Haya, hakikisha line yako ya, ya, ya, ya kuombea bando iwe kwenye simu hai. tunaenda kuangalia e, namna ya, ku, ya, ya, ya kunga bando bure bila kutumia bila kitu chochote. Tutaenda kuangalia namba ya simu ambayo, namba ya simu, tunakuja, tunakuja kama kawaida tu, napiga nyota mia na mbili, upiga nyota mia na mbili. Hapa tunaenda kuangalia nini salio, ila tuone, je ina salio? Haya. Subiri. uwe na mi, uwe na mimi aya, wasema tafadhali, angalia ujumbe mfupi kuhusu salio Nako, ngoja tusubiri tuone kwamba kama wametuma meseji kunyeshe namna wanavyotuma na MB za bure. Meseji yenyewe hapa imeshakuja. Namba ndio hii hapa inaishiwa 19 hii hapa. Naona hii namba hii, mpendwa mar, Maria mwenye namba hii, hii namba haina hata SMS, haina hata MB hii namba hii hapa inaishiwa na shia, kumi, na, na shia kumi na tisa hii hapa, nashia kumi na tisa sasa ndo nataka nikuonyeshe jinsi ya kupata MB za bure. Acha tukikuta hii namba imeshaungwa ime imeshaumewa bando watatupa bando moja ila wataw, wataw, bando ambayo watatupa itakuwa mchache kwa kuwa hii laini itakuwa haiwekewi salio. Ila kama laini yako unaiwekea salio muda wote, ndugu yangu, laini yako itakuwa inakupa bando la bure. Haya, nataka nikuelekeze jinsi ya kupata hiyo hiyo nani, hizo bando. Hakikisha kwenye simu yako una una hii faili la My Halotel, hii hapa unakuja hapa, tunakuja kusearch, unatafuta ambayo imeitwa MyHalo, hii hapa My, MyHalo, utakuja, tunabonyeza hii hii, inaitwa MyHalo. Hii MyHalo itakuja kutupa bando za bure ya. Ndugu yangu, hakikisha ya, una share na subscribe kwa channel yetu, wengine wa waendelee kupata vitu vizuri ambavyo vitakuja kusaidia. Haya, tumesha kuingia kwenye hii maiharu, tutakuja hapa kuja hapa. Utakuja, utakuja, utakuja sehemu imeandikwa usalama wa account. Hapa namba moja hapa tu usalama wa account, hapa usalama wa account. Ukishamaliza ha, hapo kwenda kwenye usalama wa account utakuja utabonyeza tu hapo. Ukishamaliza utakuja sehemu imeandikwa ondoka. Hapa utaona ondoka. Ukishakuja hapa imeandikwa ondoka, e, utakuja kubonyeza hapo kwenye ondoka, atasema ondoka tena. Utakuja hapa kwenye ondoka tena hapa, maana ondoka tena imekuja mangapi mara mbili. Ukishamaliza E, e, utabonyeza hiyo ondoka, ikishakuja huko watasema ingiza nama na, ingiza kuangalia vipengele vya maeharo a, watasema sera za u, u, ukusanyaji wa matumizi ya taarifa za akaunti ya msingi ha, hapo tu utaachana nayo, utakuja kusema umeandikwa kubali, hapa hapa chini hapa ameandikwa kubali Ukishamaliza uta, utakuja hapa kwenye kubali hapa. Watakwambia ingiza namba ya simu hapa, kuna hapa kuna bendera ya Tanzania, kuna nyota mia, mia mbili hamsini na tano ambaye ni kodi tu ya Tanzania. Hapa tutakuja kwenye kule message, tunakuja kuweka zile namba za simu, tunakuja kushare, tunafanya hivi ambaye ni 06 sita, so, tutakuja tuandika ziro sita mia kumi na saba ziro sita mia kumi na saba mhm, tunakuja mia nane ishirini na tatu mia nane mia nane ishirini na tatu mia nane ishirini na tatu mia nane ishirini na tatu kumi na tisa

Endelea, tunakuja hapa chini. A, watasema tupitisha nambari yako ya simu. Kodi ya OTP umetuma kupitia namba yako ya simu. Hapa kuna kodi tumetumiwa. Ya, kodi tumetumiwa yatakuwa hizo MB safi za kutumia, kutumia hela yako yoyote na na hivi kwa watu wengine. E, ha, kuja, huku, kuja, kuja, cha SMS, kumaya, hapa tunakuja kuja huku kwenye kipenge tutakuja hapa. Naona kuna namba hizi hapa ambaye kuna ambaye themanini my saba verification code ambaye tisini na nne. Hizi namba ndo inatakiwa tuje tuzijazie huku ambaye ni hamsini na saba uwe makini hamsini na uh, sorry ni themani na saba hamsini e na saba hamsini na saba hamsini na saba tisini na nne tisini tisini na nne. Nikisha maliza kuweka hizi tisini na nne moja kwa moja zitaenda za kupewa bando tisini na nne unaona, inachakata chakata mm -hmm. Wapendwa, hii laini imeshaombewa ime bando imeshaombewa bando. Kwa kuwa imeshaombewa bando haimanishi kwamba hatutakosa hata bando ya kutumia hapa. Tumesha tumiwa bando ambaye ni la bura, ili ujue kwamba bando umepewa. Bando utafanyaje? ya utakuja hapa kwenye, nimeacha huku chini, huku chini, ase my maihar huku huku chini, hukuakpa huku, nikuonyeshe, nikuonyesha hhuku chini na utakuja kupabonyeza. Ukija utakuja kubonyeza sehemu maandiko hivi ambaye kuna vinyota-nyota hivi hapa, kuna hivi vinyota-nyota hivi hapa utabonyeza hiyo sehemu, kisha ukishamaliza kubonyeza hiyo sehemu ndiyo ndiyo utakuja utakuonyesha bando bando, tumepewa MB mia mbili na tisa, tulivyopewa MB mia mbili na tisa. E, e, hii line imeshawahi kuombewa e, na watu wengine E, mimi nimeweka tu niwelekeze, kama nao una line ya Halotel ambayo unatumia, unaweza kutumia hizi njia hizi, njia kutumia njia njia bora ambayo unaweza kuwa unapata MB za tu za bure, utumie kama unatumia line ya Halotel. Haya, huko tumepewa MB, au bila uhakikishe hizo MB hizo, hapa hizo mia mbili na tisa, sorry, mia mbili na tisa, tukienda kuangalia kule kwenye kwangaa sahio tutazikuta hizi MB aya, hiyo hakikishe. Ngoja nikuelekeze, ngoja nikuelekeze, kuelekeza aya, ngoja nikuelekeze. Haya, tunaenda huko, ngoja nikuelekeze zile bando Mye, mia mbili na tisa. Tunakoja pia kama, kama kawaida ambaye ni sorry, ambaye ni ambaye ni hapa nyota mia na mbili. Okay. Naona ngoja tusiangalia sasa. Guys, naomba subscribe eh channel yetu ya Nyota tatu e, tunapopost vitu e, wanasema tafadhali angalia ujumbe mfupi kuhusu sayo lako, ngoja tusubiri ehe aini nyewe mnakaa mnakosa bando Ahe, message hii hapa mpendwa ha, Maria naona, angalia tena zimeongezeka, nimepewa elfu mbili

umeipenda video, subscribe, share, live, tumie kwa watu wengine. Asante.